Na moja kati ya vitu ambavyo tumekutana navyo huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na hii habari ambayo imepostiwa na moja kati ya peji maarufu tu huko mtandaoni wameandika kuhusiana na kitu ambacho anachokifanya Harmonize. Harmonize bwana, tunafahamu kabisa kwamba kumekuwa na hizi rumors kwamba yuko katika mahusiano na huyu e, binti ambaye anafahamika kwa jina la Abigail Chams. So Harmonize na Abigail Chams bwana, inasemekana kwamba wako katika relationship, lakini watu wengi sana hawako sure. Kuna watu wanahisi kama vile labda e, sio real. E, kuna watu wanasema kwamba hii ni kwa ajili ya publicity stunt, yani kutengeneza eh, kiki kwa ajili ya kazi za mziki wao ziweze kwenda na vitu vingine kama hivyo. Unaona bwana. Lakini wenyewe, uh, kwa mujibu wa Harmonize mwenyewe ameshaweka clear kwamba of course yuko katika relationship na na huyu binti Abigail Chams na mambo mengine kama hayo. So wakipita katika page huko, uh, kuna hii video ambayo leo ameonekana wako club wakiwa na enjoy, wana have fun, wanacheza nyimbo ambayo wameifanya wao pamoja a 22 e, wakiwa wanatoma sana sasa hivi, ni kama vile wamezoeana. Bwana bibie, Abigail Chams haoni ugumu kabisa kumshika kifua konde konde, naye pia kumshika kiuno au kumsogelea Abigail wala ijawa sio jambo zito sana, wakiwa kama wapenzi kama the way ambavyo wenyewe wameportray hiyo image kwa jamii. Sasa kuna page hapa ameandika kwamba bwana e, mwanzoni mwanzoni Mahusiano ya, ya Harmonize na Abigail Chams wengi hawakuyaelewa, na hii ikapelekea wengi kufikiri kuwa huenda yakawa ni mahusiano ya mapenzi, lakini ukweli yalikuwa ni mahusiano ya kazi. Baada ya hapo tuliona furaha yake Harmonize, moja kati ya ngoma ambayo inafanya vizuri mpaka muda huu, lakini baadaye tukaishuhudia me tu yake Abigail Chams akiwa amemshirikisha Harmonize mwenyewe kwenye hiyo nyimbo, ambapo mpaka muda huu eh, mpaka muda huu inashika namba moja trending huko YouTube Tanzania. Hii ni kama wiki ya pili au ya tatu hivi track tokea itoke toke inakamata iko bado nafasi hiyo ya kwanza. Kwa hiyo hii ukaribu wa hawa watu bwana, unafanya una positive impact katika kazi yao ya mziki. So wakaendelea hapa kusema kwamba ukweli ni kwamba ukaribu wa Harmonize na Abigail Chamzi umekuwa na chachu kubwa sana na yenye tija kwa mziki na tasnia kwa ujumla, na hii huenda ikawa ndio njia ndio njia nzuri eh, ya kupenya kwenye soko la burudani kimataifa. Umeona bwana eh? Kwa ukweli ni kwamba hii combination ni kwamba tuiache tu, lakini Harmonize alichokifanya ni kwamba ametumia akili kubwa sana, umeona bwana, kwa bado watu wana speculate kama ni kweli au la, hawa wawili kweli wako kwenye mahusiano au vipi, lakini watu wanaona kama vile hii ni business relationship. Ukiwa kama mdau, hebu kama maoni yako katika comment section, unahisi kwamba hawa ni wapenzi kweli au ni wako kikazi zaidi? Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.